Mafuta ya mlonge ni kama siku hizi watu wameapa mgongo kinamna fulani hivi, lakini hebu ngoja ni kuweke mdomo wazi. Endapo utaamua leo hii kuyatumia mafuta haya, utapata faida nyingi ambazo zipo ndani yake kutokana na vitamins na faida zilizopo katika mafuta haya ya mlonge. Sababu ya kwanza, kulainisha ngozi. Sababu ya pili, huondoa uchovu. Sababu ya tatu hutumika kwa wanaume na wanawake kujipaka, kwani ni mafuta mazuri sana ya kufanya wewe ngozi yako iwe na muonekano mzuri zaidi. Hata kama ulikuwa na tatizo la harara e, ukurutu, michubuko michubuko hiyo itaondoka endapo utakuwa unatumia mafuta haya kupaka katika ngozi yako, na itakuwa na muonekano mzuri zaidi. Kwa upande wa wanaume wenye tatizo la mawe kwenye kibofu, ni mafuta mazuri sana endapo utakuwa unatumia katika chakula chako cha kila siku utapata kuondokana na tatizo hilo la mawe kwenye kibofu. Kwa upande wa ang, nguvu za kiume, kwa upande wa wanaume ni mafuta mazuri sana, ikwani yamethibitishwa na uwezo wa kufanya mwanaume kuwa na nguvu nyingi za kiume, na upande wa kichwani, yaani kuwa na kumbukumbu -kumbu kichwani. Sasa hii naona ni faida nzuri sana na pili, uh, faida nyingine ambayo nimeona hapa ni, ni uh, faida ya kumfanya mtu kutokuwa na hasira, yaani kupunguza ule uwezo wa mtu kutokuwa na hasira. Ehe. Na tatizo lingine kwa wale upande wa watu wenye tatizo la allergy eh, kiwa na tatizo la allergy ya mafua mara kwa mara, sasa hii ni nzuri sana, allergy ya mwili pia, ama una tatizo la ngozi lolote allergy ya mafua hii inaondosha kabisa, inapotanza kuitumia mafuta haya katika a, chakula chako au mlo wako wa kila siku. Na sababu nyingine a, ni huondoa harufu mbaya sehemu za siri eh. Kuna wale watu ambao wana tatizo la harufu mbaya, pengine una fungus yani mafuta mazuri sana, utatumia kuyapaka ile eneo na ukakaa vizuri zaidi. Sasa hii ni tips of the day, follow for more na Mungu akubariki sana kwa hilo, asante.